Uraibu unahusishwa na uh, changamoto ya afya ya akili na uh, haijalishi kwamba mtu huyu eh, alikuwa ni daktari uh, haijalishi kwamba mtu huyu alikuwa ni mwalimu, haijalishi eh, mtu huyu alikuwa ni kiongozi eh, fulani katika jamii fulani eh, haijalishi kwamba eh, mimangapi ameweza Uh, kuyafanya hapo nyuma kabla ya kuweza kufikia katika hatua ya, ya, ya kuweza kuwa mraibu hmm. Na ndio maana uh, wote wanapatiwa matibabu uh, wote ni watawaliwa uh, lakini wote ni, uh, wameweza kuathirika uh, na hivi vilevile ni kwa sababu uh, uraibu wa vilevi hauchagui kwamba kilevi, kwa kilevi kitakachoingia mwilini kitachagua kwamba huyu ni mwalimu uh, huyu ni daktari uh, huyu ni kiongozi fulani uh, mara nyingi